Kwa kweli tunayo furaha kubwa sana kumpata naibu waziri katika jimbo letu la Busanda, hasa hasa hata katika kata yetu ya Bukori ambayo haijawahi tokea. Tunayo furaha kubwa sana katika upande wa huduma zetu za afya. Kuna vitengo ambavyo kwetu hapa vilikuwa bado havijakamilika, kwa mfano operesheni kina mama hata wakati wa kujifungua ilikuwa mpaka wapelekwe Nyarugusu au wa Geita, lakini sasa na, tunatamani kwamba naibu waziri hili atal, ataliona kwa uharaka zaidi katika zahanati yetu hii na kata yetu hii ya Bukori, tuweze kupata uwezekano wa kupata dawa kwa wakati katika kituo chetu cha afya ambacho kilichopo mahali hapa, maana tuna changamoto ya kutokuwa na dawa maana tukipeleka hata mwenzetu amepata ajali, tukifika maeneo ya kituo cha afya tunapewa ridhaa ya kwenda kununua dawa madukani. Sasa tunashindwa kutambua kwamba ina maana kwamba hicho kituo kina maana gani? Maana hakuna dawa, hakuna huduma ya aina yoyote, kwa sababu tunafika muda mwingine tunapakishwa, isipopatikana dawa ya kununua, hatuna huduma. Atujengee chuo kwenye jimbo letu chuo cha afya ambacho kitaweza kutusaidia hata sisi. So kama kwamba tunatamani kuwa bodaboda tu peke yake, hata sisi tunatamani tuweze kupata tu, tupate certificate za kuweza kufungua ingalau hata maduka ya madawa. Najua huwezi ukafungua duka la dawa pasipokuwa na vyeti, sio kuo, sio kwenye afya, iwe kuonelewa wananchi wake Tumekuwa na changamoto kubwa sana. Unaweza ukaenda pale hospitali unaambiwa bana toa elfu kumi na tano ndo uhudumiwa, usipohudumiwa kwa hiyo unafia pale. Kwa hiyo vilevile, atapoteza wapiga kura wake, atapoteza wapambanaji wa hili jimbo, maana yeye bila sisi, bila hamna maendeleo. Naamini ataboresha katika sekta ya afya. Pia tunamwomba mbunge wetu apambanie hiyo barabara ya lami, barabara ambayo inatuunganisha na mkoa jirani wa mkoa wa Shinyanga ili wafanyabiashara waweze kusafirisha mazao yao kwa wepesi na changamoto zingine ndogo ndogo.